Mtazamaji wa Global TV Online bado tupo katika eneo au nyumba ya marehemu Bi Asteria Kahabi Kapela ambaye amefariki siku ya tarehe 27, nazungumzia Julai hii hapa mwaka elfu mbili mwaka elfu mbili kumi na nane, muda wa alfajiri. Na moja kati ya watu ambao wamepata wasa au fursa ya kuja katika msiba huu hapa ni Naibu Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi Bi Angelina Mabula. Niko naye hapa najua ana mengi ya kutueleza Mama Shamo, mara baada ya habari ya size salama za kwako? Mzuri, namshukuru Mungu. Pole kwa msiba. Asante, niwape pole na nyie pia. Asante pia mama. Uh, kwa haraka haraka unauzungumziaje msiba huu hapa, tangu umepokea taarifa mpaka sasa hivi ya? Yeah, kwanza nataka kumshukuru Mungu kwamba social media ina nguvu sana kwa sababu mi nimepata taarifa kupitia kwenye social media, na baada ya kupata, kwa sababu Eric namfahamu, Eric ni mtu wa watu, mama anamfahamu, na nikaona, yani, ni vizuri nifike kuja kumpa pole na ukizingatia juzi juzi tu na mimi nilikuwa na tatizo kwao. Unajaribu kupata picha alionayo mwenzio kwa sasa, unaona ni jinsi gani alivyo na uchungu kwao. Nikaona afadhali kufika kuja kumpa faraja, kwa sababu ni mapenzi ya Mungu, huwezi kuzuia. Ndio. Mama ameugua kwa kipindi kirefu, je, wakati wa ameugua ulipata fursa ya kwenda kumtembelea? Bahati mbaya sana sikupata fursa, kwa sababu na mimi nilikuwa nauguza baba, baadaye baba kafariki, kaja kaugua mume naye kafariki, kwa hiyo sikupata muda. Na mama ameugua almost kwenye mwaka na zaidi, kwa hiyo sikuweza kupata kwa kweli muda kuona. Ndio maana niliposoma kwenye media, nika nikaguswa sana, nikasema okay, kama sikuweza kumwona wakati wa ugonjwa wake, basi walao nifike kumpa pole, yeah. Pole sana pia kwa matatizo aliyokupata mheshimiwa. Ah, ni mapenzi ya Mungu, wote tuko safarini kwa hiyo wametangulia na sisi tutawafuata. Kilichobaki ni kuwaombea tu. Yeah. Neno moja la faraja kwa familia ya Bwana Eric Shigongo. Hmm. Ah, nachopenda kumwambia Eric asali sana Zaburi ya ishirini na tatu nasema Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu, akisali kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa mwisho. Zaburi ile ina faraja sana, inamtia moyo anapopitia magumu kama haya. faraja yake ni Mungu mwenyewe. Mimi na imani atahimili kwa sababu pia ni Mkristo, anamwamini Mungu. Kwa hiyo akiendelea kama mama alivyokuwa Mkristo, anamwamini Mungu, akiendelea kama mama alivyokuwa. Na unaona jinsi wanajumuia wanavyoendelea kuwepo na kuja, manake mama pia alikuwa amesimama katika neno alikuwa anampenda Mungu na ana imani. Shigongo amepata bahati, kati ya watoto wote amekaa na mama yake kwa muda mrefu, amemlea, amekaa akimuuguza. Kwa hiyo ni mtu ambaye kuondokewa kwake atakuwa ameumia sana, lakini faraja kwake kubwa iwe ni kumwombea mama na kushukuru Mungu kwamba walau amepata muda wa kumuuguza mpaka anafariki akiwa naye. Hicho kitu anaweza kumwambia Shigongo kwamba amshukuru Mungu kwa kila ambacho ameweza kumhudumia mama mpaka wakati huo. Asante yeah, sana mama kwa muda wako ulotupatia. Asante na shukuru pole. Pole pia kwa matatizo yalokufika. Asante, ni mapenzi ya Mungu wote tu, tuwasafiri. Asante. Asante. Mtazamaji, wa Global TV Online, huyo ni mama yetu Angelina Mabula ambaye amepata fursa pia ya kufika hapa lakini pia ameweza kumpa neno moja la busara na la mwisho kwa, kwa Eric Shigongo. Najua hivyo ndio vitu ambavyo vinatakiwa pia viweze kufanyika. Bado tutaendelea kukuletea update nyingine nyingi sana ambazo zinaendelea kutufikia hapa katika eneo la msiba huu hapa, ambapo ndipo alipokuwa anaishi marehemu mama yetu au bibi yetu Bi Asteria Kahabi Kapela. Kama bado hujatufuatilia kupitia Facebook pamoja na Instagram, unaweza ukatufuata sasa hivi hapa kupitia Facebook na Instagram kama Global Publishers, lakini pia katika upande wa Twitter tunapatikana kama Global Habari. Mimi ni Junior Msongo, usisahau pia kusubscribe kama mwanafamilia wa Global TV Online. Kijana, unafanya nini dirishani? Kwa mwanangu saa hizi unafanya nini? Ni kibaka. Hapana. Ila nyumbani kwa watu. Hapana. Wewe ni kibaka. Hapana mzee. Chabu za nini?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 Tusua maisha na Global, jinsi ya kushiriki hatua kwa hatua. Nunua gazeti lako la Champion au Sport Extra, au magazeti pendwa ya Uwazi, Risasi, Amani, Ijumaa na Ijumaa Wikenda, kisha funua ukurasa wa pili utakuta kuponi yenye maelezo. Chukua simu yako ya mkononi, nenda sehemu ya kutuma ujumbe SMS kwenye simu yako, andika namba kubwa zenye tarakimu tano zilizopo kwenye kuponi ya gazeti lako, kisha tuma namba hizo kwenda namba 0719386533. Kwa kutumia simu yako ya mtandao wowote, hakikisha angalau una salio au bando la kutuma message kwa kiwango cha kawaida, kisha jaza taarifa zako binafsi kwenye gazeti ambazo ni jina lako, namba ya simu, umri, unapoishi na kisha tunza nakala ya gazeti lako kipande cha kuponi, kwa sababu itahitajika wakati wa kwenda kuchukua zawadi yako. Kwa kutuma message moja kwa moja unakuwa umeingia kwenye kinyang'anyiro cha kujipatia zawadi ya pikipiki, pamoja na zawadi nyingine zitakazotolewa kila wiki. Namba yako ya simu itaingizwa kwenye draw itakayochezeshwa kila Jumatatu na kuonyeshwa moja kwa moja mtandaoni na Global TV. Utapigiwa simu iwapo utakuwa umefanikiwa kujipatia zawadi yoyote ya wiki hiyo. Gazeti moja linaruhusiwa kutumika kutuma SMS na mtu mmoja tu. Tumia gazeti la wiki usika